Vijana wako iko kwenye thelathini na tatu, si ndio? Kwa grobo eh, lakini kwa Tanzania angalau vijana wetu wanafanya vizuri, na sisi nia yetu ni kwamba basi tuwai mapema vijana. Hawavuki ile mia moja, wako chini ya mia na watu, matumizi ya madawa ya kulevya na pombe. Lakini pia kuna uraibu mwingine mkubwa ambao unaendelea sasa hivi ni uraibu wa, wa, wa kubashiri kwa maana ya betting eh, watu wanafanya gambling kwa hiyo wamekuwa addicted to the point kwamba hawawezi hata kutumia fedha zao kwa ajili ya vitu vingine maendeleo, wako busy kwa ajili ya kutafuta fedha na expectations ikiwa kubwa. Bila afya bora ya akili hatuwezi kuwa na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi za kimaendeleo za kijamii za kifamilia. Wakati tunaangalia hali ya afya nchini, tuliongeza child development index. Huu ni mfumo ambao unatusaidia katika kujua hali ya ukuaji wa watoto, hasa masuala yao ya ustawi, afya yao ya akili kwa maana ya utambuzi na vitu vingine, ikaonekana nchi yetu tumefikia asilimia 48 kama sehemu ya score ambayo ina asilimia 100. Tunakwenda kupambana na changamoto ya afya akili kwenye kila mwanya au mlango ambao afya ya akili inaingia au inapenyeza, kwa sababu matumizi ambayo, aa, ya madawa ya kulevya ni moja kati ya maeneo ambayo ni vichocheo vya changamoto ya, ya afya ya akili, kwa sababu inaenda kuafekti pia uwezo wa vijana kufikiria, lakini kupunguza nguvu kazi katika jamii yetu.